Pembezoni mwa jiji la Dar es Salaam ndani ya wilaya ya Temeke, kuna hospitali kubwa yenye mchango mkubwa katika sekta afya, hospitali ya rufaa ya mkoa wa Temeke. Leo hii tutaangazia maboresho yanayotolewa katika hospitali hii lakini pia huduma maalum zinazopatikana hapa. Mkurugenzi mtendaji kutokea hospitali ya rufaa ya mkoa wa Temeke yuko hapa kuweza kutujuza ni kwa jinsi gani huduma mpya zilizoanzishwa lakini pia jitihada za serikali katika kuboresha huduma za afya nchini Tanzania. Mimi ni Amos Mwakitalu na utakwenda kumsikia mkurugenzi akiyafafanua haya kwa mapana zaidi. Mkurugenzi, hongera sana. Asante sana. Karibu sana hospitali ya Rufaa mkoa wa Temeke. Nashukuru sana. Asante sana. Kumekuwa na maboresho makubwa sana ya utoaji wa huduma za afya katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Temeke, na hii ukilinganisha na miaka mingine iliyopita sema ya miaka 2020, 2021. Kwa hiyo kuna maboresho mazuri sana ya huduma, na maboresho haya tunaweza tukaweka katika maeneo tofauti tofauti lakini ningependa kuanza kwanza na huduma mbalimbali mpya ambazo zimeanza katika kipindi hiki. Katika kipindi hiki cha miaka minne tulikuwa na madaktari sifuri wa ngozi, sasa hivi tayari tuna daktari mmoja wa ngozi ameanza huduma na kliniki yake na pamba moto. Wateja ni wengi na wote walikuwa wanahangaika kupata huduma, lakini daktari mwingine yupo masomoni Alexandria, Misri, kwa ajili ya kupata shahada ya pili ya ngozi. Lakini tuna huduma nyingine mpya ambayo tumeanzisha hapo, ni huduma ya dialysis. Nafahamu dialysis ilikuwa inapatikana Muhimbili tu, kwa hiyo eneo la Temeke na maeneo jirani walikuwa hana huduma ya dialysis, hivyo tumeanzisha huduma ya dialysis ambayo tunatoa kwa bei nafuu na kwa uzuri mkubwa. Pia tumeanzisha huduma ya HB electrophoresis. Hii ni huduma ya kupima wagonjwa wenye selimundu na kuhakiki kama ni kweli ana selimundu ama la. Kwa hiyo huduma hii pia ilikuwa ni mpya hapa kwetu, na hospitali ya Temeke ilikuwa ni ya kwanza kuwekeza katika mashine hii ya HB electrophoresis. Lakini tukasema kina mama wetu hawa wajawazito, wengi wanafanyiwa kipimo cha ultrasound lakini wanaona tu vitu vyeusi vyeusi. Kwa hiyo tukafanya maboresho pale kwenye idara ya mionzi pale, tumefanya maboresho kwa kununua mashine mpya kadhaa, mojawapo ni hii mashine ya ultrasound ambayo tunaita ni 4D 3D ultrasound. Hii inamwezesha mama kuweza kuona mtoto wake akiwa tumboni live vizuri kabisa, na ana uwezo wa kuiprint hiyo picha kuja mtoto wake baadaye. Baadae ni mashine chache sana Tanzania zenye uwezo wa kuonyesha e, picha ya mtoto akiwa tumboni kwa uhalisia wake kabisa. Labda ukienda pale unaweza kuipata hiyo, lakini sio rahisi kupata sehemu yoyote. Na hizo mashine tunazo mbili, na tunawashukuru sana wenzetu wa MSD kwa kuwa wana uwezo mkubwa wa kutu e, hawa ndio alo mashine yetu hii ya 3D hatasu lakini pia tumenunua na kusimika mtambo wa e, CT scan, na hii tunashukuru serikali ya Mama Samia Suluhu Hassan. Mwanzo tulikuwa hatuna, sasa tukapata hiyo fedha kutoka serikali kuu tukasimika mtambo wa CT scan, na kwa sasa wananchi wengi sana wanapata huduma ya CT scan katika hospitali ya Temeke, na hii imewapunguzia changamoto kubwa na pale kwenye mionzi pia tumeongeza mashine moja ya ziada um, ya digital x-ray GE ambayo hii inasaidiana na mashine zingine ambazo zilikuwepo katika kutoa huduma za za x-ray. Tukitoka hapo kuna eneo lingine ambalo tumekuwa tukipata wagonjwa wengi wanaenda Muhimbili, vipimo vya mfumo wa chakula endoskopi. Hospitali ya Temeke tayari imeshaanzisha huduma hiyo mpya ya endoscopy na hii tumeanza mwezi Januari mwaka huu, na wagonjwa wanaifurahia huduma hapa hapa hospitalini, hawana haja ya kwenda Muhimbili au Mloganzila kwa ajili ya huduma. Na hizi tumeziweka sio kwa sababu tunajaribu kushindana na Muhimbili au Mloganzila, hapana, tumeziweka ili wagonjwa wapate huduma karibu na maeneo yao, ambapo inawapunguzia gharama inawapunguzia muda, wanapata vipimo vyao na majibu yao haraka na kuendelea kupata matibabu. Tulipotoka, tulipo na tunapoelekea, tunajenga taifa imara lenye afya.